Pamoja na Mungu kuwambia wana wa Israeli waende Kanani, alituma wapelelezi. Kwa nini? Ili mjue mnakoenda, kujua mahali utaishi kesho, fika hapo kwanza, fika hapo. Hilo sio swala la kiroho ah, ah, ni swala la akili tu, kwa sababu si amewambia waende, mbona anatuma tena wapelelezi? Yeriko mbona anajua tena wapelelezi? Kama ni binti unataka kuolewa, kumpeleleza mwenzako si swala la kiroho, ni swala la akili, ili ujue unaenda kuishi na mtu wa aina gani.

Kwa hiyo usiseme utamwokoa mtu, we sio mwokozi. Yesu ndiye anayeokoa, usiingie kwenye pambano la kujitakia. No, exactly huyu naenda kukaa naye, namjua vizuri, ana haya na umeyapeleleza kabisa, ila nitachukuliana nayo. Sasa ukisema utachukuliana nayo, usianete kwa mtumishi, sababu ulishajua kabisa, hii nabeba, lakini ile ishu bado atambalisha mbele kwa mbele. Wewe ah, ni mtu unayeenda kuingia kwenye kinywa cha simba, huku unaona.